Tumsifu Yesu Kristo, milele na milele na milele, amina. Ninawakaribisha sana waandishi wa habari ili tuweze kutoa utaratibu na kuwaeleza e, maandalizi ya mazishi ya baba askofu mkuu Novatus Rugambwa na balozi wa Baba Mtakatifu. Mpaka sasa hivi, maandalizi yamekamilika ya mazishi, tukianzia hapa kathedrali e, kaburi atakamozikwa e, imekamilika na matayarisho ya kuwapokea wageni mbalimbali watakaofika e, kushirikiana na jimbo katoliki la Bukoba kumsindikiza baba yetu mpendwa yamekamilika, naweza nikasema kwa asilimia tisini na tano, na matayarisho mengine kuwapokea wageni zikiwemo nyumba za kulala yani lodging na watakula nini na lenyewe limeandaliwa. Kwa upande wa liturujia na penyewe maandalizi ya naandaliwa na kamati ya liturujia. Na sasa hivi, kama mnavyojua, e, mwili wa Baba Askofu mkuu Novatus Rugambwa unaagwa katika kanisa la Mtakatifu Yosefu Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Wakisha kumaliza kusali misa kusalimisa e, watapata nafasi ya kuaga mwili huo. Tunatarajia e, kama ilivyo kawaida, ndege huwa inafika saa sita waamini e, watakao kwenda kupokea e, mwili huo walau wafike katika uwanja wa ndege saa nne, na waamini wote wa parokia e, ya Bukoba wamealikwa walau kama waendi kule, watajipanga barabarani ili kuweza kupokea e, mwili huo. Tunawaalika waamini wajipange barabarani ili kuweza kuwaga mwili wa baba askofu e, Novatus Rugambwa. Hayo walao ndiyo e, maandalizi ambayo tunategemea kwamba yatafanyika siku ya kesho ambapo ndo tunategemea kumpokea tarehe ishirini na nane tunatarajia baada ya kumpokea saa kumi tutakuwa na ibada ya misa takatifu baada ya misa pataendelea na sala mbalimbali mbali baada ya sala kutakuwepo na, na mkesha tunatarajia kwamba e, katika mkesha huo patakuwepo na vikundi mbalimbali ambavyo vitashiriki katika mkesha. Tayari wamepangiwa ratiba e, kwamba kutoka saa hizi mpaka saa hizi kutakuwepo kikundi hiki, na wakati wa ibada ya mkesha e, patakuwepo pia mafundisho ya wahubiri mbalimbali. Kwa mfano, tangia saa mbili mpaka saa nne tunatarajia pamoja na sala zitakazokuwa zinaendelea e, atakuwepo padre Akileus Kiwanuka. Hiyo itakuwa ni saa mbili mpaka saa nne na saa nne mpaka saa tano e, patakuwepo Mr. Charles Kato, na wakati huo huo utakuwepo na kusali rosali. Kifika saa sita mpaka saa saba e, watakuwa wanasa, watakuwepo watu watakaokuwa wanasali rosali na atakayekuwa kiongozi atakuwa Felista Kabikira kutoka Kigambo cha Hamgembe na kwaya zake. Na saa saba mpaka saa nane atakayetoa fundisho atakuwa Padre Principus Kamwabwa. Na saa nane mpaka saa tisa atakuepo eh, atakuwepo ni ndugu Audax ambaye e, ni kutoka kigango cha Buyekera, na watakuwepo na kwaya zao kuamkia tarehe ishirini na tisa e, watakuwepo pia tisa mpaka saa kumi kikundi cha au chama cha kitume cha Radio Maria. Alafu saa kumi mpaka saa kumi na moja atakuwepo nyimbo za maombele, maombolezo na litania watakatifu na wale atakayekuwa anaongoza shughuli hiyo atakuwa ni Pasco Kabango kutoka kigango cha Migera na kwaya zake. Saa kumi na moja mpaka saa kumi na mbili alfajiri e, takuwepo tafakari ya neno la Mungu atakayeongoza tafakari ya neno la Mungu atakuwa ni padre Faustini Kamgisha, na saa kumi na mbili ya alfajiri kutakuwepo masifu ya asubuhi, na hapo maaskofu, mapadre, watawa na waamini watashiriki, na watakaotuongoza kwenye masifu hayo watakuwa ni masista mabinti wa Bikira Maria wa msaada wa daima. Kwa hiyo huo ndio utaratibu ambao utafuatwa katika mkesha tunatarajia na tunawaalika juwe hivyo. Saa mbili mpaka saa tatu na dakika arobaini na tano tutakuwa na salamu za rambirambi, na hii ni salamu za rambirambi kabla ya misa takatifu na zenyewe E, nje pale mbele ya kanisa kuu pataandaliwa viti na wale walio na salamu za rambirambi. E, kutakuwepo watu watawaona. E, padre Egidius na padre Gerard ndio watakaoongoza shughuli hiyo ya kupokea wale ambao watakuwa wanatoa salamu za rambi rambi na wataka wanaotarajiwa kutoa salamu za rambirambi rambi, ni viongozi kutoka parokiani, viongozi wa dini na e, siasa. Maaskofu wote watatoa rambirambi rambi pale watakao kuwa na rambirambi rambi, na makundi mbalimbali mbali. Na wakati huo huo huko kanisani watakuwa wanatoa, watu watakuwa wanapita wakitoa heshima za mwisho kwenye mwili wa marehemu. Na hii inaweza ikafanyika hata usiku, utakapokuwa kunaendelea ibada mbalimbali mbali, watu watakuwa wanapitia kuaga na kutoa heshima zao za mwisho. Tunatarajia ibada ya misa takatifu ianze saa nne mpaka saa nane na atakayeongoza ibada ya misa e, takatifu atakuwa ni mwadhama Protas Kardinali Rugambwa kutoka jimbo kuu la Tabora, na ndani ya misa takatifu E, wanaotarajia kutoa neno ni wanafamilia na hii itakuwa e, baada ya misa takatifu, balozi wa Baba Mtakatifu, rais wa baraza la maaskofu, na askofu wa jimbo la Bukoba. Na baada ya kutoa neno kwa hao E, wa nne waliotajwa ndio itafuata ibada ya maziko, na kama itatokea kwamba kuna baadhi ambao hatakuwa wametoa rambirambi saa tulizozitaja kabla ya ibada e, ya misa takatifu, basi baada ya maziko ndipo e, wanaweza wakatoa rambirambi rambi, lakini itakuwa ni sehemu ile ile ya nje, rambirambi zitatolewa saa mbili asubuhi mpaka saa tatu na dakika arobaini na tano na tunawaalika wote naopenda kutoa rambirambi watujulishe rambi na walete rambirambi rambi zao hapo, sio ndani ya misa takatifu, itakuwa nje ya misa takatifu kwa hiyo ndiyo huo ndio utakuwa utaratibu wetu wa kumsindikiza katika safari yake ya mwisho hapa duniani, eh, mhashamu eh, baba askofu Novatus Rugambwa, na balozi wa Baba Mtakatifu katika nchi mbalimbali mbali. Na hili kuweza kuwasaidia watu wote wenye mapenzi mema waweze kujua e, historia yake tunachapa kitabu ambacho kina e, kina historia yake, kina watu ambao wametoa ushuhuda wa kazi zake, watawa wa kike na wa kiume, wana familia e, shuhuda mbalimbali ambazo tumeweza kupata kwa mfano kutoka sehemu alipofanya kazi e, kule alipoanzia kazi kama nuncio e, kule Angora na Principe e, baraza la maskofu limetoa ushuhuda na New Zealand wametoa ushuhuda na kuna masista ambao amefanya nao kazi ambao wamejenga eh, shule eh, kule kule Kisalawe. Eh, kuna masista ambao wako kule eh, wameanzisha shule ya VETA alafu wame, wanayo tena chuo cha VETA huko Dodoma nao walifanya naye kazi na wenyewe wametoa ushuhuda e, umeingizwa kwenye kitabu, lakini hata hivyo watapewa nafasi ya kuusoma pale watakapokuwa wanatoa rambirambi kwa kirefu e, walau hivyo ndivyo shughuli ya mazishi itakavyofanyika, labda kama.